Jina langu naitwa Chazi Swalei Chasa, mwenyekiti wa chama cha walimu mkoa wa Katavi. Naomba kutumia nafasi hii kujulisha umma wa walimu mba katika mkoa wetu wa Katavi kwamba tamko hilo au taarifa hiyo inayosambaa katika mitandao ya kijamii sio tamko la chama cha walimu Tanzania CWT. Sisi hatujawa na mtazamo huo na hatuna msimamo huo. Mara zote tumeendelea kuwasisitiza na kuwasii walimu wetu kuhakikisha kutambua umuhimu wa zoezi nyeti na la msingi la uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 mwezi huu wa 10 2025. Chama cha walimu tunayo historia ya kufanya kazi bega kwa bega na serikali yetu, na chama cha walimu ni wadau muhimu wa amani, lakini utulivu na kwa sababu hiyo, mwalimu ni kioo cha jamii na kama ni kioo cha jamii, jukumu letu la msingi ni kutumia haki yetu ya kikatiba kupiga kura kwa ajili ya kuchagua viongozi watakaotuongoza kwa kipindi cha miaka mitano ishirini na tano lakini hata ishirini na thelathini. Napenda kuwahakikishia walimu wote katika mkoa wetu wa Katavi, serikali na wadau wengine wote, kwamba taarifa zinazotolewa kwamba chama cha walimu kinahamasisha kuhusu maandamano kwa maana ya kwamba chama cha walimu kinawasisitiza kina walimu kutojihusisha na shughuli hizo. Hiyo sio ajenda yetu. Ajenda yetu tunawataka walimu popote pale ndani ya mkoa wetu wa Katavi wanaonisikiliza kupitia mkutano huu, kikao hiki, pamoja na na vyombo vya habari kwamba wajitokeze siku ya tarehe ishirini na tisa kwenda kwenye vituo vya kupiga kura kwa lengo la kuweza kupiga kura na kutumia katiba na haki yetu ya kikatiba. Na mimi kama mwakilishi wa walimu katika mkoa wa Katavi, napenda kutumia nafasi hii kuwaalika walimu wenzangu wote kuhakikisha kwanza, moja, wanapuuza taarifa ambazo zimetolewa za upotoshaji kuhusiana na jambo hilo, lakini pili, wanajitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba tunakwenda kupiga kura kuweza kutimiza haki ya kidemokrasia. Niseme tu kwamba watu walioeneza uzushi huu yu, na wanaotoa taarifa hizo ni watu wasiokuwa na wapenzi mema kwa nchi yetu, ni watu ambao wanataka kutugombanisha, kumgombanisha mwalimu na serikali yake, ni watu ambao wanataka kuchochea tu na kuleta taharuki. Rais wetu wa chama cha walimu Tanzania Comrade Suleiman Mkomba, Rais mwenye hara ndogo ye yule amejipambanua mara kadhaa akituelekeza kama kiongozi wetu mkuu wa chama chetu kwamba walimu tujitokeze kwenda kupiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa Oktoba 2025. Niseme tu kwamba watu walioeneza uzushi huu na wanaotoa taarifa hizo ni watu wasiokuwa na mapenzi mema kwa nchi yetu, ni watu ambao wanataka kutugombanisha, kumgombanisha mwalimu na serikali yake ni watu ambao wanataka kuchochea tu na kuleta taharuki. Rais wetu wa chama cha walimu Tanzania Comrade Suleiman Nikomba, rais mwenye ara ndogo, yeye yule amejipambanua mara kadhaa akituelekeza kama kiongozi wetu mkuu wa chama chetu kwamba walimu tujitokeze kwenda kupiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa Oktoba elfu mbili ishirini na tano. Naani kama msaidizi wake kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa mkoa tumie nafasi hii kuwaomba walimu wenzangu wote popote wanaponisikia ndani ya mkoa wetu katika halmashauri zetu zote, kwanza kujitokeza kwa wingi, pili kutumia haki yao ya kikatiba na ya msingi kupiga kura, na baada ya pale kuhakikisha wanalinda wanaimarisha umoja na mshikamano wetu ambao tumeujenga, ambao kama wadau wa amani sisi tunaamini katika utulivu. Sisi walimu tunaamini katika amani tunafanya hivyo, chama cha walimu kwa kutambua kwamba uchaguzi ni zoezi kubwa la msingi lenye maslahi mapana kwa nchi yetu, lenye maslahi mapana kwa ustawi wetu kama watumishi na raia wa nchi hii wa Tanzania. Uh, ndugu waandishi wa habari, nia yetu ya kuwaita hapa ilikuwa ni kukanusha upotoshaji unaofanywa na taarifa hizo zinazopelekwa kwenye mitandao ya kijamii, kama nilivyosema andiko lililotolewa na taarifa zinazotolewa kwamba chama cha walimu sisi tunajihusisha au tumewataka walimu kutoshiriki zoezi hilo sio tamko la chama cha walimu CWT Tanzania, na wala sio azimio letu, na wala sio ajenda yetu. Tunaendelea kuwasisitiza walimu kushiriki uchaguzi, kushiriki majukumu waliowapewa, kama wamepata nafasi mbalimbali kwa, kwa tume ya huru ya taifa ya uchaguzi, na kuhakikisha kwamba sisi tunakuwa kio cha jamii kwenye kutafsiri hali halisi ya kuliendea zoezi hili na kupata matokeo. Kwamba chama cha walimu Tanzania mkoa wa Katavi tunayo mashirikiano makubwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo kipekee kwa kweli imekuwa matarajio na matumaini makubwa kwa walimu wetu, na kwa sababu hiyo tutaendelea kusimama kwa umoja na mshikamano wetu katika kulinda na kutetea um, uh, utulivu wa taifa letu. Naitwa mwalimu